Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwajibu Wayahudi, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimwita Mungu baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu akawaambia, Amin amin nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amwona Baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye, ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Kwa kuwa Baba ampenda Mwana, naye humwonyesha yote ayatendayo mwenyewe, hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizi atamwonyesha, ili ninyi mpate kustaajabu. Maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na Mwana awahuisha wale awatakao vivyo hivyo na mwana wa, wa, awahuisha wale awatakao. Tena Baba hamhukumu mtu yeyote bali amempa mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Amin, amin, nawaambia yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yu na uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mauti kuingia uzimani. Amin, amin, nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai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 Injili ya Bwana. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo tena jumatano ya wiki au juma la nne la Kwaresma, juma la furaha, tunaendelea kutafakari juu ya safari yetu ya ukombozi, ambao leo Kristo anatupa hotuba ya utambulisho wake wa kazi yake. Ni kama anaeleza hasa zaidi chimbuko la kile anachotaka kufanya kwetu. Ni neema ambayo inafurika kupitia kwake kutoka kwa Baba aliyempeleka. anatutaarifu kwamba kutoka kwake yeye anatujalia mapenzi ya Baba ambayo yeye mwenyewe ameyapokea na yu tayari kuyashirikisha na sisi sote ambao tutayapokea au tutakuwa tayari kuyapokea kutoka kwake. Sisi kwa namna moja au nyingine tunaanguka katika dhambi na hivi tunakuwa wafu, na Kristu anatupa lile tumaini kwamba kupitia yeye tutakuwa hai tena. Kwa upendo wake atatujalia neema hiyo ambayo itaturudishia uhai wa kuweza kusimama tena na kumsifu Mungu hasa kutoka katika makaburi yetu, katika makaburi ya dhambi zetu, makaburi ya chuki, makaburi ya usengenyaji, makaburi ya wivu, makaburi ya kukoseana heshima katika familia, kati ya wanandoa, kati ya kijana na mzazi, mzazi na kijana, kati ya viongozi na wale wanaoongoza, kati ya wanaoongozwa na wale wanaoongoza katika jumuiya zetu za kila siku hayo makaburi yote Kristo anatuahidia kwa neema ambayo alionayo ambayo ameishiriki kwa Baba atatushirikisha na sisi, ili nasi tutakapotoka katika makaburi hayo tutangaze uzima kwa wengine. Leo Kristo anatuonya kwamba tusiwe na hofu, anatuonya tusikate tamaa, kwa sababu tumaini letu sisi hasa ni kutoka kwake. Hata kama tumekufa au ufu wetu ni wa kupita kiasi yeye atatufuata huko huko na kututoa na kutuhuisha kwa sababu hukumu yake ni ya kujaza neema na si ya kupunguza. Anafurahia kuona hasa zaidi utukufu wake unaodhihirika ndani yetu kuliko mabaya yetu yanayofunika huo utukufu wake, hivi kwamba yu tayari kutusafisha kwa neema ambayo ameipokea kutoka kwa Baba ili nasi kufuata mfano wake kama Baba anavyojifunua kwake na yeye anavyojifunua kwetu, nasi tuwe na tayari kujifunua kwa wengine pia wanaohitaji msaada wetu wanaohitaji msaada wetu, msaada wetu wa kiimani, msaada wetu wa kimaisha na msaada wetu hata wakati mwingine kwa mawazo tu katika maisha ya kila siku, maisha ambayo tunazo changamoto ndogondogo ndogo ambazo wakati mwingine tunaweza kuzidharau, lakini kwa namna ya kipekee zinashikilia misimamo yetu, misimamo ya kiimani misimamo ya kimitazamo, lakini pia kujenga uhusiano wetu ambao pia unatoa msimamo au mtazamo wa jamii yetu. Tumwombe Kristu atuokoe na kutusafisha uovu huo, uchafu na utusababishia tuwe wafu, ili tuweze kweli kwa kwaresima hii kuwa hai na kuweza kuwahuisha wengine na kudhihirisha uwepo wake katika maisha yetu, na tusiwe na wivu au udhaifu ambao Leo tunaweza kusikia au manungunuko ambayo Wayahudi wanayapata wanaposikia utukufu wa wengine. Tumsifu Yesu Kristu. Tafakari ya leo nakuleta pamoja nami Simon Michael Shimbe, Shemasi wa ndugu wa Francisco wa Conventuali Tanzania.